Wakati hivi majuzi Samia Suluhu Hassan alizijia juu nchi wahisani akizihoji zenyewe ni nani hasa kuingilia masuala ya ndani ya Tanzania, taarifa kutoka nchini Marekani zimeeleza kwamba Samia na serikali yake wapo katika mchakato wa kuajiri makampuni ya lobbying nchini humo ili kusafisha taswira yake mwenyewe Samia pamoja na serikali yake. Taarifa hizi zimepatikana hapo jana kupitia tovuti ya chombo cha habari maarufu nchini Marekani kinachofahamika kama Semafor ambacho kimeeleza kwamba serikali ya Samia ipo katika mchakato wa kupata washauri wa ushawishi. Hao washauri wa ushawishi wanafahamika kama lobbyist, na ni maarufu sana katika nchi za Magharibi. Kwa hiyo lobbyist wanaotafutwa na serikali ya Samia hasa jijini Washington wana kazi ya kuunda simulizi, kuunda simulizi, lugha inayotumika ni kutengeneza narrative. Yani kwa mfano, kwa sasa serikali ya Samia inaandamwa na tuhuma nzito kufuatia mauaji ya maelfu ya Watanzania hapo Oktoba 29. Kwa hiyo wanajaribu kutengeneza maelezo mbadala, na kama mnayofahamu, katika hotuba yake ya hivi karibuni ambayo sio tu alihalalisha unyama mkubwa uliotokea hiyo Oktoba 29 lakini akajaribu kutengeneza maelezo ya kuonyesha kwamba waliokuwa na makosa hadi kupelekea kuuawa ni waandamanaji na wala sio serikali yake. Kwa hiyo ndio kuna jitihada hizi zinazofanywa ambazo zimeripotiwa hapo jana na tovuti ya Semafor ikieleza kwamba uh, Samia na serikali yake wako katika jitihada kubwa za kupata hawa lobbyist ambao watakuwa na kazi ya kutengeneza ushawishi kwenye bunge la Marekani pamoja na taasisi mbalimbali mbali za serikali ya nchi hiyo. Aa, sasa kuweka tu muktadha wa hali ilivyo nchini Tanzania ni, ni kwamba hapo Oktoba 29 kulikuwa na maandamano a, maandamano yaliyofanyika siku ambayo pia ilikuwa ni siku ya uchaguzi. Sasa siku hiyo hiyo ya Oktoba 29 lilianza wimbi la mauaji. Aa, watu wengi waliuawa siku ya Oktoba 29, lakini wimbi hilo limeendelea kwa muda mrefu, mpaka hivi majuzi taarifa zinadai kuwa bado baadhi ya watu wamekuwa wakiuawa kiholela. Takwimu halisi za idadi ya waliouawa bado haijafahamika japo baadhi ya vyanzo vinadai kwamba idadi iliyokwisha uawa mpaka muda huu inazidi watu elfu kumi. Lakini licha ya hilo janga la mauaji ambalo ni kubwa kabisa katika historia ya Tanzania, bado kumekuwa na operesheni endelevu zinazofanywa na polisi pamoja na wanajeshi na watu wengine ambao wanahusishwa na, na vyombo vya dola za kuteka watu ovyo. Kuna idadi kubwa ya watu waliotekwa kabla ya Oktoba ishirini na tisa wameendelea kutekwa baada ya Oktoba 29 na mpaka muda huu tunavyoongea, takriban kila siku kunaripotiwa watu mbalimbali wakitekwa. Walengwa hasa utekaji huo ni wa kutoka chama cha demokrasia na maendeleo CHADEMA, baadhi ya wanaharakati, lakini hata wananchi wa kawaida pia wamekuwa wakitekwa. Sambamba na hayo, serikali ya Samia inafanya jitihada kubwa za kuficha ushahidi wa mauaji ya maelfu yaliyojiri kuanzia hiyo Oktoba 29 na imeelezwa kwamba kuna idadi kubwa ya madaktari na manesi wamekuwa wakikamatwa na wengine wakitekwa, lakini pia baadhi wameuawa, lengo hasa likiwa ni kuficha ushahidi. Na unafahamu kama juzi kuna tukio la kifo cha Jenista Mhagama ambaye alikuwa waziri wa afya kabla ya kuondolewa katika hii kabineti mpya ya Samia A, kifo hicho nacho kimehusishwa na hizo jitihada za kuficha ushahidi wa hayo mauaji yaliyojiri kuanzia Oktoba 29. Sasa taarifa hizo zilizoandikwa kwenye tovuti ya Semafor zinaeleza kuhusu huo mchakato wa Samia na serikali yake kupata hawa lobbies. haya makampuni ya lobbying yana gharama kubwa sana. Gharama zao yani, fee si wanayochaji, kwa hakika ni kubwa sana, lakini tawala nyingi za kizalimu, sio tu kwa barani Afrika bali duniani, hasa katika nchi maskini zimekuwa zikizitumia sana hizi kampuni za lobbying ili kutengeneza mazingira ambayo yatawezesha nchi husika kuendelea kupata misaada. Kwa sababu pamoja na kebehi, lugha ya kebehi iliyotumiwa na Samia siku zile kuzihoji hizi nchi wahisani kwamba wenyewe hizo nchi ni nani hasa kuingilia masuala ya ndani ya Tanzania, ukweli mchungu unabaki kwamba nchi hizi maskini, ikiwa ni pamoja na Tanzania, kwa kiasi kikubwa bado zinazitegemea nchi wahisani katika kuendesha shughuli zake na hili linajiri baada ya taarifa zilizopatikana kwamba waziri wa mambo ya nje ya wa mambo ya nje wa Tanzania hivi karibuni amekuwa akirandaranda huko nchini Marekani kujaribu kupata mawasiliano na viongozi wa serikali hiyo, lakini pia taasisi nyingine za kimataifa, ili kuhakikisha kwamba fedha ambayo ilikuwa imetengwa kwa ajili ya misaada pamoja na mikopo kwa Tanzania inatolewa licha ya hizi taarifa za, za serikali ya Samia kwamba nchi wahisani hawapaswi kuingilia masuala ya ndani ya Tanzania. Na kauli ya Samia ilitokana na ukosoaji mkubwa ambao umekuwa ukiendelea. A, kwa upande mmoja Marekani walieleza bayana kwamba wana tafakari upya uhusiano wake na Tanzania kutokana na hayo mauaji yaliyoanza Oktoba na, ishirini na tisa. A, siku chache baada ya hapo a, nchi 17 za magharibi zilieleza uh, kulaani uh, mauaji hayo, lakini pia wakaitaka serikali ya Samia ifanye jitihada za kuhakikisha kuwa miili ya marehemu, miili ya waliouawa inarejeshwa kwa familia husika, kwa sababu hadi muda huu kuna maelfu ya Watanzania ambao hawajui hatima ya ndugu zao, kwanza hawajui kama wako hai au wameuawa, lakini pia hata kwa wale ambao wanafahamu ndugu zao wameuawa, hawajafanikiwa kupata miili na taarifa zinaeleza kwamba kuna familia mbalimbali mbali ambazo zimeamua kuzika nguo au vitu vinavyohusiana na marehemu kwa sababu wameshindwa kupata miili ya marehemu. Aa, sambamba na taarifa hizo kama ilivyoonyeshwa na kituo cha runinga cha ja kimataifa cha ja CNN, kumekuwa na jihada endelevu za Samia na serikali yake kuficha ushahidi. Na katika hilo la kuficha ushahidi kama nilivyosema awali watumishi mbalimbali wa sekta ya afya wamekuwa wakikamatwa au kutekwa, na baadhi inadaiwa kuwa wameuawa. Lakini pia miili um, ya waliouawa ilizikwa baadhi katika makaburi ya halaiki, lakini pia kuna taarifa kwamba baadhi ilitupwa uh, huko baharini na mingine kuteketezwa katika viwanda vya simenti. Kwa hiyo haya ndiyo yanayoendelea huko nchini Marekani. Sasa Desemba nne mwaka huu, wizara ya mambo ya nje ya Marekani ilitangaza kuwa inapitia upya uhusiano kati yake na Tanzania. Lakini hii Marekani, tamko hili la Marekani lilikwenda mbali zaidi, sio tu kuhusiana na masuala ya mauaji, hili wimbi la mauaji. Lakini pia Marekani katika siku za hivi karibuni imekuwa ikifuatilia sana masuala ya dini, na jambo moja ambalo linaonekana kuwagusa Marekani ni hatua zilizokuwa zikichukuliwa na serikali ya Samia dhidi ya baadhi ya makanisa, hasa kanisa la Askofu Yusuf atigwajima ambalo lilifungiwa. Makanisa elfu mbili yalikuwa yamefungiwa. Sasa hii inaonekana kuwagusa sana hawa viongozi uh, wa, wa Marekani. Kwa hiyo moja ya sababu zilizopelekea tamko hili la Marekani uh, kwamba ina inataf, tafakari upya uhusiano wake na Tanzania ni pamoja na haya maamuzi ya Samia kufungia makanisa. Uh, pia inaelezwa kwamba uh, serikali ya Samia imetupiwa jicho na taasisi mbalimbali za kimataifa ikiwa ni pamoja na Umoja wa Mataifa na mashirika mbalimbali ya haki za binadamu ambayo yamefanya jitihada kubwa kueleza yanayojiri nchini Tanzania, na ni muhimu kufahamu kwamba licha ya kwamba unyama mkubwa kabisa katika historia ya Tanzania ulianza Oktoba 29 ambapo maelfu ya Watanzania waliuawa, lakini ukweli ni kwamba hata kabla ya Oktoba 29 kulikuwa na wimbi kubwa la vitendo vya utekaji a, mamia ya Watanzania walikuwa wakitekwa a, kabla hii Oktoba 29 na baada ya Oktoba 29, wimbi hilo la utekaji limekuwa likiendelea, na hadi muda huu serikali ya Samia sio tu haijasema idadi ya watu waliouawa kuanzia hapo Oktoba 29, lakini pia haijawahi kuongelea kuhusu hili janga la utekaji ambalo linaendelea kwa kasi katika sehemu mbalimbali za nchi ya Tanzania. Sasa hili swala la Samia na serikali yake kutafuta hawa lobbyist nchini Marekani linaonyesha unafiki uliopo hasa katika lugha inayoongewa majukwani tofauti na kinachoendelea chini, kwa sababu kama nilivyosema hapo mwanzo, ni vigumu kwa nchi nchi kama Tanzania kujiendesha bila kupata misaada, misaada ya nchi hizi wahisani, na ndiyo maana ni muhimu sana kwa haya matukio kupata rekodi sahihi za haya matukio kuziwasilisha katika taifa, mataifa mbalimbali pamoja na taasisi za kimataifa, kwa sababu pamoja na jeuri inayoonyeshwa majukwani, lakini bado serikali inategemea misaada kutoka katika haya mataifa ya, au nchi wahisani. Je, una maoni gani kuhusiana na hili? Karibu basi utoe maoni yako hapo chini kwenye comment. Asanteni na kwaherini.